Hello, habari, karibu sana katika chaneli yetu ya Jajedi TZ. Karibu sana darasani, upo na mwalimu wako Isa Hamisi na Mtike. Twende pamoja katika ujasiriamali, tuweze kujijenga na kujiimarisha kiuchumi kupitia ujasiriamali. Leo tunaenda kuangalia jinsi gani ya kuweza kutengeneza sabuni zetu za miche mithili ya jamaa. Hivyo tutakuwa na hatua zetu kubwa tatu, kwa maana tutaanza hatua ya kwanza, tutaangalia malighafi hadi hatua ya mwisho ya ukataji wa sabuni zetu. Hivyo husika nami mwanzo mpaka mwisho uweze kupata hayo maarifa, ili uweze kuyatumia na wewe uweze kujikwamua au kujimarisha kiuchumi. Twende pamoja mwanzo mpaka mwisho. Kabla ya yote kwanza, tunavyo vitabu vyetu vya ujasiriamali. Kitabu cha kwanza ni Jiajili Kwanza toleo jipya, kitabu cha pili ni Usindikaji na Kanuni Zake, wakati huo kitabu cha tatu ni Sabuni za Tiba na Kiwanda Chake. Hivyo vyote utavipata. Kwanza, hatua ya kwanza kabisa unapaswa kuwa na kwa hiyo hapa tunaanza kwa maana lazima uwe na maligafi. Maligafi gani ambayo unapaswa kuwa nayo ili uweze kutengeneza sabuni yako ya jamaa ki, ki, ki, ki umakini au kiusahihi zaidi. Kwanza kabisa lazima uwe na sanduku, sanduku. Mimi ni huwa natumia sanduku la mbao kama ile hapo na ambayo naliona au naliita mold. Unaona eh? Sifa kubwa ya sanduku kama hili lazima lifunguke pande zote nne. Unaona hapo jinsi nilivyotoa lock likajaachia. Kitu kingine lazima uwe na mafuta. Haya hapo, haya ni mafuta ya mise lakini baadaye nichanganya kidogo na mafuta ya mawese, utaona jinsi itakavyokuwa. Lazima uwe na sodium silicate iliyopo kwenye hiyo chupa. Pia unapaswa kuwa na caustic soda, unaona hapo, utaongezea utaongezea. Utakuwa na mzani pia, itabidi uwe na hydrometer. Sasa hatua ya kwanza kabisa au siku ya kwanza kabisa nini unapaswa kukifanya? Kitu ambacho unapaswa kukifanya, ni kuweza kuandaa Caustic soda solution. Tunaposema caustic soda solution ni ule mchanganyiko, kwa maana tunaenda kuloweka ile caustic soda ambayo tumeiona kule mwanzo. Kazi kubwa ya caustic soda ni kuweza kuunganisha kati ya mafuta na maji, kama tunavyojua kwamba mafuta na maji vikichanganyika, kawaida ukiweka sehemu moja kwa kawaida tu huwa havichanganyiki, kwa maana vikae pamoja. Hivyo anakuja bwana caustic soda huyu anafanya kazi ya kuunganisha vile vitu viwili. pia kazi yake nyingine ya nyongeza ni kuweza kutakatisha eh, kutakatisha kama unafulia nguo au kama unaogea basi, hivyo anafanya kazi hiyo. Haku, hapo utakachokifanya utapima maji yako, utaweka kwenye ndoo, utamiminia caustic soda taratibu taratibu, huku ikiendelea kukoroga. Hapa labda nitoe angalizo, chombo ambacho unapaswa kukorogea inabidi kiwe chombo cha plastiki, kwa maana kuweza kuandaa ile caustic solution unachukua chombo chako cha plastiki, ikiwa beseni, kiwa kiwa ndoo, unaweka hapo na namiminia ile caustic yako, unakoroga hakikisha inakorogeka, au hakikisha inayeyuka kabisa. Isipoyeyuka caustic soda yako, kutakuwa na changamoto bado, utaiona unakuta ile caustic soda inakuja kutwama chini, inakuwa kama tujiwe fulani hivi. Kuna mara mbili Elza, haijakoroga kwa ufasaha au hauja hauja hiyo caustic yako imepitwa na wakati. Hiyo ni hatua ya kwanza, unaacha masaa 24. Hatua ya pili ni kuweza kuandaa sanduku lako. Kwa maana unapaswa kuwa na nylon kama hilo hapo, utaona jinsi gani kuweza kuandaa sanduku au moldi yako ili iweze kuwa tayari kwa matumizi. Kwa maana hiyo ni siku ya pili tunaenda kuchanganya mafuta na caustic solution ambayo tulishaandaa kule nyuma au tulishaandaa siku ya nyuma. Aa, kwa sababu caustic soda ile caustic solution tukishaandaa inaweza ikakaa hata wiki wiki mbili, isiwe na shida yoyote, unaweza kutumia na ikakupa matokeo mazuri. Kwa jinsi ya kufanya, unachukua nailoni lako, unatandika baada ya kulifungua lile sanduku lako kama lilivyofungua liufu, hapo utatandaza ile nailoni halafu kwenye zile joint utachipu, yaani nasema uta utaweka mazingira kwa maana ile nailoni lako kama inazama katika zile joint, halafu baadaye ndio utakuwa una Anza upande mmoja wa sanduku lako alafu unalifunga hivi, kama unavyofanya hapo. Unaona, kwa maana nilifanya nailoni langu liwe limekaliwa na zile joint. Hapo baadaye hata uji wangu hautaweza kutoka, unaona? Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyokuwa. Ukisha inua upande mmoja, unakuja upande mwingine kama hivi, hapo unavyofanya hapo. Hapo uta lazima ujitahidi kulevo, kwa maana ili sije sabuni yako ikawa na wrinkles pembeni humu itakuwa na makunyazi makunyazi makunyazi mengi. Kwa hiyo ili kuweza kuyapunguza hayo, basi unaweza kuweka level, kwa maana ya sanduku lako au nailoni lako liwe flat at least yani lipendeze mle ndani na unalinyoa, unakunja, ukiona kama kuna sehemu bado unarudisha nyuma ubazi wako wa, wa, wa sanduku halafu unaweka sawa. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Uh, pia siku ya pili tunaenda kuweka hii sodium silicate. Hii ni kwa ajili ya kuweza kupunguza mwasho na kuweza kuifanya sabuni yetu iweze kuwa ngumu, hii hapa kama unavyojionea ile hapa. Kwa hiyo tutapima hapa kiasi ambacho kinahitajika, tutaweka umu. Tutaweka umu moja mbili kata Okay, kwa hiyo hapo tayari sabuni yetu ishakamilika. Pakuwa kilichobakia ni kuweza kuiacha tu iweze kukauka au kuganda na kuweza kukata. Tuona jisijana kuweza kukata, twende pamoja. Sasa, tunachoweka hapa tushaweka, na kitakachofuata tunachukua moja nyingine, tutakandamiza hapa juu, utavuta hivi hapa na vuta, tayari ushakatika.